Yakobo alimwambia mwanaye umeruka mpaka, kama maji uliwekwa mpaka, lakini umevuka. Lakini Balaamu akasema mimi sitavuka mpaka wa neno la Bwana. Usijikute unahamisha vita kuingia kwenye familia yako, usijikute unahamisha vita baada ya wewe kufa, vita inaendelea kwenye wajukuu zako. Usijikute unajua, kuna mambo leo mtu anayafanya, lakini unajaribu kuhamisha kitu fulani, kuingiza kwenye damu yako ya ukoo, unaingiza kabisa. Kuna mambo yanapita Leo utampiga vita mtumishi wa Mungu, leo utapanga kumuua, utaandaa magenge ya vita, magenge ya fitina, magenge ya unafiki, magenge ya uongo, kwa ajili tu ya kumwangusha, anachofanya kisikubaliki. Kumbe anachofanya ametumwa na Bwana. Kwa hiyo baada ya hapo, baada ya hapo, mungu atakutaka wewe sasa. Hii ndio maana Paulo mtume aliyekuwa anaitwa Sauli hapo kwanza aliwaua watu wa njia ile, akawafunga gerezani, akaliharibu kanisa, baadaye baadaye kwa kuwa yeye alikuwa hana watoto wala hana mke, baadaye akalazimika aokoke. Yesu akakutana naye. Kuna wengi walioharibu kanisa wakati wa mitume, kuna wengi walioua wakati wa mitume, akiwemo Herode. Yeye akaliwa na chango akafa, yeye alipigwa na kufa pale pale. Ila Paulo akaambiwa, ambaye alikuwa anaitwa Sauli hapo kwamba, akaambiwa sasa ya kupasa uifuate njia ile ile ya wale wale watu ulio waharibu kazi ambayo angefanya Stefano, utaifanya wewe, kwa sababu ulisimamia mpaka ukahakikisha ameuawa. Sasa utashika wewe. Ndio maana watu wengi sikiliza, nikwambie kwa nini mitume wengi ukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hawakuumia sana wala kuambatana sana na Paulo alipokuwa gerezani, alipokuwa na teso, alipokuwa anaumizwa. Ukiangalia wakina Petro, ujaujekuona tunakwenda kumtembelea eh, Paulo gerezani. Walimwacha. Kwa nini? Walijua analipa gharama ya alichoku, alichokuwa nakifanya, walimwacha. Walisema huyu mtu hata alipookoka, wengine waliogopa kumpokea wakisema, bwana, unajua mtu huyu alivyoliharibu kanisa alivyoua mitume wengi na manabii, na leo namwambia aje kwangu? Mungu akasema nimembadilisha, awe chombo ila lazima aija ai, kikombe akinywe, wala aliyo waua na yeye. Ndio maana Paulo anasema napita katika dhiki, nimestahili mateso haya kwa sababu amehubiri, ame injili kama alivyofunga watu wengi. Injili yake yote amehubiri akiwa katika minyororo, amefungwa, sawa sawa, nusula za mauti, nusula za ajali, njaa, mimi tabu, upanga anatosa mpaka mavazi. Kwa nini Mungu aliruhusu apite? Kwa sababu yeye ndiye alikuwa chanzo cha waliotakiwa kuyapitia hayo, wakafa kabla hawajakamilisha makusudi ya Mungu. Leo ukiaribu makusudi ya Mungu duniani, leo ukajiingiza wewe kwenye watu ambao wanataka injili yaribiki, kusudi la Mungu lisitimie, nataka nikuambie, umehamisha vita kutoka kwa shetani kuja kwenye familia yako kuna saa Mungu atapigana shetani kabisa, ataweza kupigana wewe. Ndio maana Mungu anasema vita sio ya kwenu, vita ni ya kwangu, asema Bwana. Vita saa nyingine ni Mungu mwenyewe anaamua kupigana vita kwayo, ni vizuri sana uwe mwangalifu, ndio yeah. maana Yesu alipokuja amekuja kututengeneza kuwa chumvi ya ulimwengu. Hebu sema chumvi ya ulimwengu, chumvi ya ulimwengu. Maana yake nini? Watemeni watu Unamwona mtu kabisa anakashifu kazi ya Mungu, anatukana, mwambie unachofanya sio. Mwambie unachofanya unakosea. Mwambie uzushi na unamuzushia mtumishi wa Mungu utahukumiwa. Mwambie usimwogope, mwambie kwa namna hiyo unachifua ubaya ambayo Mungu akikulipa baadaye. Haleluya, amina, haleluya, amina. Sikiliza. Soma habari ya Sauli kwenye Biblia, maandiko yanasema yeye akumpiga, akumpiga, yeye akumpiga Stefano, hakumpiga. Kuna watu wao usemi chochote kuuza watumishi wa Mungu, ukikuta mchungaji leo hapa anatukana na watu huko barabarani, useme chochote, unatulia tu, ila unaona tu ni sawasawa, yaani ndani yako hakuna kuumia, ndani yako hakuna kusema kwa nini huyu ana, hakuna kumpinga, unaona tu iginabaki tu unachekelea tu, yaani kwa kweli bwana huyu anavyosema, ila watumishi wa Mungu nao siku hizo wameharibika. Usijue yule anayefanya vita hiyo ana lengo gani, ni nani? Biblia inasema Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake Stefano. yeye akumpiga, ila alikuwa akiona nini vema? Kuna saa wewe unaona vema watumishi wa Mungu wanavyotukana watumishi wa Mungu wanavyonenea maneno ya uongo, unaona vema. Mtu anapo anasema na mimi nimeacha hilo, sio kanisa, anatukana na kashifu, anaongea, wewe unaona vema. Kuna gereza lako linakuja, kuna gereza lako lipo. Mungu anasema hata wale malaika waliokosea, kuwaashiria mbele za Mungu, hakuna mwenye heshima ikiwa amekosea hata angalikuwa ni malaika mkuu kwa namna ya kerubi, hutaachiliwa mbele za Mungu. Anahitaji mtu perfect, mtu aliyejooka, mtu ambaye mapito yake hayapindi, kwa sababu Mungu ni hakika na kweli. Haleluya, amina. Usipende tu yale mambo ya unajua mimi napenda, ukiwa na shida zako una naye Mungu atisaidie, unaonyesha kwamba unampenda Mungu. Shida zako zikiisha tu unapiga teke piga teke, Mungu piga teke, watumishi wako we, utakuwa wa aina gani? Sasa ukivamiwa, uvamizi wa shetani kwenye maisha yako, ndipo unamkaribia Mungu, Bwana nisaidie, ndipo watumishi wa Mungu na watafuta mtumishi wa Mungu. Jamani ya, ya kupasa kumtumikia Mungu wakati wowote ya kupasa kumcha Mungu majira yoyote, kwa maana Mungu hatakuacha wala hatakupungukia. Mungu hata kutupa nje kamwe, Mungu hata kuacha. Yeye ni Alfa na Omega, yeye ni mwanzo. Ametufanya kuwa chumvi ya ulimwengu. Nikiwa duniani, lazima wengine, lazima wawe na amani, lazima wapate uzima wao, waupate uhai kwa jina la Yesu. Hello.